Na mwango, usamele, Yibyo, usamele, nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria Mwenye Heri Bikira Daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana ya Mungu wetu. Amina.